Wale watu ambao wamefanya ziara kule kusini, makamu mwenyekiti yule yule kijana bwana mdogo, ni mwongo na mbinafsi. Nisikilizani vizuri, mwongo na mbinafsi. Na kama akija kwenye jimbo lako kiboi yake nipo yule. Nimemgonga elfu mbili na nane nimemgonga elfu mbili na kumi na tano nimemgonga ishirini ishirini, na mwaka huu kichapo kiko pale pale, mpango wa kumchapa unabaki pale pale. Huyu ni mtu ambaye alienda sirali akawaambia anajua kuna sheria ya kufanya biashara kwa mujibu wa sheria, anawaambia vijana, ndeni mfanye magendo. Walipoenda wakakamatwa, wakanyang'anywa pikipiki, zikataifishwa hakuwasaidia, alisepa, alikula kona. Huyo ameenda kwenye hifadhi ya Serengeti, anajua kuna sheria, anawambia chukueni ng'ombe mkachunge hifadhini. Zilikamatwa ng'ombe, watu waliumia, alikula kona, hakuwasaidia. Huyo ameenda bali kipaimara, akawaambia vijana wa barabara, tangulieni nakuja watu walikamatwa, zikatafisha pikipiki, watu wana kesi, alikula kona. Huyu ni mbinafsi. Nataka niwaambie, mliona juzi, kuna nyumba ile zembe, najenga mpya. Huyu sio mbunge, hafanyi biashara, ni mwanaharakati, anamiliki magorofa, najenga nyumba mpya. Anachofanya pale Nyamongo, wale watu ambao wanakuwa na kesi, mgodi unafanya kazi nzuri, ukiona kwamba utakujitia hasara, fanye bageni, nyozungumze wa, hapa wanayo mbia anaitwa Fatuma Karume na kesi hapa Fatuma Karume wametengeza diri na watu wa Nyamongo, wanajifanya kuwatetea watu wetu, wanaenda kufungua kesi Kanada ya kuwatetea. Wakikubaliana kuzungumza nje ya utaratibu kwenye meza, wanachukua asilimia hamsini ya pesa na wao wanachukua asilimia hamsini Kwa hiyo utaona na magari mapya, watajenga nyumba, watafanya ziara, wanawambia vijana kwamba wao ni viongozi. Hawa ni wanaharakati. Kwa hiyo nataka niwaambie huyu ni mtu mwongo mbinafsi ni matapeli wa kisiasa, msi wasikilize na jambo la uongo likisema na mtu mwongo nalikuuza tu. Kwa Tanzania wajue kazi imefanyika kwa kiwango kikubwa. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi hawa, miaka mitano iliyopita, kuna wabunge washtakiwa kwa wizi humu? Kuna mtu ameshtakiwa wa wabunge wote wa humu ndani? Safi kabisa. Makada wa chama cha mpinduko kwenye majimbo ni watu wamefanya kazi kubwa, na katika uchaguzi ambao utakuwa ni mwepesi. Ndugu zangu, hawa watu wanakimbia mapambano wanajua ngoma hii tunaanua mapema, hatuendi kama hata hatuendi half time kwa sababu ukienda eneo unafanya mkutano, mbunge wa chama cha mapinduzi, mgombea wa udiwani, unaomba kura kwa wananchi, huku wamegemea kwenye ukuta wa zahanati tuliyojenga na chama cha mapinduzi. Unaomba mkutano kwamepanda treni ya SGR imejengwa na chama cha mapinduzi. Unaenda kuomba watu kura, wapo kwenye barabara ya lami imejengwa na chama cha mapinduzi. Unaenda kuongea na wanafunzi, wapo kwenye jengo zuri darasa viti na meza ameleta mama Samia. Uchaguzi ni mwepesi mweupe kama karatasi, kwa lazima wakimbie. Tuwasema chama cha mapinduzi, kazi njema, chama uongozi, chama cha kutoa shule kwa watu vijana ambao wanatafuta ajira. Ajira inatengenezwa na chama cha mapinduzi, ajira haipo kwenye harakati. Njoo ujifunze uongozi, utafute fursa, tushirikiane kujenga nchi habari ya kutafuta uhuru kwa Tanganyika, aaa baba ya taifa kwa Zanzibar Abeid Amani Karume na akapoteza maisha. Tumefunga mjadala, kilichobaki hapa ni kujadiliana kwa heshima, kwa hekima, kubadilisha baadhi ya mambo, tunasonga mbele. Taifa letu hili litasonga mbele, na huu ni mpango